Uh, wengi uh, huwashangaa uh, waraibu wanapokuwa wanasimamisha kwa muda alafu uh, wanarudi tena katika uh, utumiaji. Wengine akasema hawa wanafanya kusudi ni kwa sababu uh, kama arosto sasa hivi hana, sasa iweje tena anarudi tena katika masuala ya utumiaji. Uh, arosto ya mwili eh, ni kitu ambacho kinaweza kuondoka uh, ndani ya masaa sabini na mbili. Anaweza tukazuia zile dalili anazokutana nazo, nazo baada ya kukosa, lakini shida inapua ipo katika zile kumbukumbu zinazokuwa zinakuja katika kichwa chake katika namna ya kuweza kukabiliana na situation mbalimbali mbali, ambazo zinatokea katika maisha yake ya kila siku. Na ndio maana tunasema kwamba kusimamisha utumiaji ni kitu rahisi, lakini kuishi pasipo kuweza kutumia kwa mraibu huwa inahitaji aweze kutumia dhana mbalimbali mbali ambazo e, zitamfanya aweze kuwa imara katika namna ya kuweza kukabiliana na maisha kwa nyakati kati zake. E, ni kwa sababu katika uzoefu anaokuwa nayo mraibu mara nyingi anapo ana hisia tofauti tofauti ambazo uh, labda zinaweza zikawa zimesababishwa na situation mbalimbali mbali ambayo inakuwa inaendelea katika maisha yake kila siku, either na hisia za hofu, either na hisia za hasira, either na hisia za furaha, either uh, na hisia za kuweza kujikatia tamaa either na huzuni sana mara nyingi e, katika kumbukumbu inayokuja katika uh, ubongo wake e, ni kwamba uh, kilewesho ndio kinaweza kuweza kumpa uh, either relief au kikaweza kuweza kumpa Uh, furaha zaidi au kikaweza kuweza kumpa utulivu. Hiyo ndio experience ambayo anakuwa yuko nayo sasa. Uh, mara nyingi uh, huyu mraibu anapoweza kuweza kufungiwa tu sehemu uh, pasipo kuweza kufundishwa skills mbalimbali mbali ambazo zitamsababisha yeye uh, kuweza kukabiliana na maisha kwenye kati zake, basi uh, ni ngumu huyu mtu kuweza kuishi pasipo kuweza kutumia, atasimamisha tu kwa muda, lakini uh, bado still hatarudi tena katika masuala ya utumiaji. Lakini eh, huyu mtu akiweza kufundishwa skills za kuweza, uh, kukabiliana na maisha kwa nyakati zake, na maana katika kila nyakati eh, inayotokea au katika kila situation ambayo inaweza ikatokea ikamtengeneza yeye kuweza kuwa katika hisia fulani, basi anamjua namna gani ya kuweza kuhendo ile hisia pasipo kuweza kutumia kilewesho cha aina yote. Na hii hali ndio tunasema kwamba, uh, huyu mraibu ameweza kutengemaa, yani ana uwezo wa kuweza sasa uh, kuweza kuchukua maisha au kukabiliana na maisha kwa nyakati zake, hajalishi ni nini kinakuwa kinatokea katika maisha yake, lakini eh, siku hizi umfanya huyu mtu kuweza kujua nini cha kuweza kufanya iwapo situation kama hii inaweza kutokea. Na ndio maana wengi eh, hurudi katika utumiaji, ni kwa sababu wanakuwa hawana dhana za kuweza kukabiliana na maisha eh, katika nyakati zake wao wana experience kipindi cha walivyokuwa wametawaliwa hivyo vilevi. Mara nyingi anapokuwa na hisia tofauti tofauti, anapokuwa na hisia furaha, basi anataka atumie kilevi ili aweze kuongeza raha zaidi. Anapokuwa na hisia za huzuni, anataka kuweza kutumia kilevi ili kuweza kuitoroka ile huzuni. Anapokuwa na hofu, anataka kuweza kutumia kilevi ili kuweza kuitoroka ile hofu na kuweza kujipa ujasiri. Kwa hiyo hiyo ndio experience ambayo wanakuwa wako nayo kwa, bila kuweza kujifunza hizi dhana za kuweza kukabiliana na situation mbalimbali ambazo zinaweza kutengeneza hisia mbalimbali, basi eh, kitakachokuja kujitokeza ni kwamba atatumia uzoefu aliyokuwa nao eh, kutokana na ile kumbukumbu ambayo eh, inakuwa inaletwa ina yeye kwake katika katika ubongo wake wa mbele huwa eh, ndo anaweza kuweza kutumia kile alichokuwa na uzoefu nacho, kwa hiyo e, eh, leo tunapokuwa katika vituo kama hivi tunawafundisha dhana mbalimbali za kuweza kukabiliana na situation mbalimbali ambazo mbali, zinaweza kuweza kutokea uh, katika maisha yake ya kila siku na hii ndio itamsababisha mraibu kuweza kutengemaa na kuishi pasipo kuweza kutumia kilevi cha aina yote. Hapa ni Dapo Recovery House, hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa raibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Tunasaidia jinsia zote, yani wanawake pamoja na wanaume. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba sifuri sita saba tatu ishirini arobaini na tatu thelathini na mbili. Saidia, usiadhibu.